Sana msikilizaji. Hii ni Haba na Haba ya Idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikujia pia kupitia redio ya shirika. Mimi ni Merigoret Richard na mimi ni Faraje John. Kupitia Haba na Haba Taifa Linazungumza, mwananchi unapata nafasi ya kusema kwa sauti yako yale unayodhani viongozi wako wanapaswa kuyapa umuhimu wa pekee. Taifa linazungumza mambo mengi sana, lakini leo Faraja, tunazungumzia kuhusu uchaguzi wa serikali za mitaa, na hii ni baada ya waziri mkuu kutangaza rasmi tarehe ya uchaguzi wa serikali za mitaa kuwa ni Disemba 14 mwaka huu, na haba na haba ikiwa ina hoji, je, unaelewa nini juu ya uchaguzi wa serikali za mitaa? Unapopiga kura kuanzia ngazi ya mitaa, ni moja kwa moja kama umeipa sapoti mtu uliosimama na mizizi yake Hoja hii msikilizaji, inajadiliwa pia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii BBC Haba na Haba, hiyo ni Facebook. Pia unaweza kutufuata katika akaunti yetu ya Twitter, ambayo ni BBC underscore Haba na Haba. Kuhusiana na hili, wakati wa dau wetu kupitia mitandao ya kijamii wakiendelea kuchangia kuhusu uelewa wa jamii juu ya uchaguzi wa serikali za mitaa, Timu ya Haba na Haba ilisafiri, Faraja. mm -hmm, tulikuwa Dodoma na huko tukapata mambo mengi sana, na ikiwa ni pamoja na kudadisi ufahamu wa wananchi juu ya uelewa wao kuhusu uchaguzi wa serikali za mitaa. Kuna baadhi ambao hawajui hata kama uchaguzi huo upo <laughs> tutapata kuwasikia baadaye, lakini vilevile vile tulipata fursa ya kuzungumza na mkurugenzi wa serikali za mitaa katika ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, Bwana Karisti Luanda. Miongoni mwa mambo aliyoyapa uzito wa pekee ni umuhimu wa uchaguzi wa serikali za mitaa. Umuhimu wa kuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa unaanza na umuhimu kwanza wa kuwepo na serikali za mitaa zenyewe, kwa sababu serikali za mitaa ni vyombo vya wananchi ambavyo vimeanzishwa kwa mujibu wa katiba kwa madhumuni ya kusimamia, kuratibu na kufanya shughuli za maendeleo kwenye maeneo yao ikiwepo na swala la kutoa huduma. Kwa hiyo vyombo hivi ambavyo vina majukumu ya kutoa huduma kwa wananchi vinatakiwa kuwa na viongozi ambao, kwa kweli, nikisema kwenye lugha ya kigeni kwamba ni service oriented watu ambao wakienda pale wana mtazamo wao wote ni namna gani, namna bora ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora katika maeneo yao. Kwa hiyo hao watu ambao wana miaka kumi na nne na kuendelea tunawapa ile jukumu kwamba waende wakatuchagulie viongozi ambao watakuja kusimamia shughuli za maendeleo na utoaji wa huduma bora katika maeneo yetu ni mkurugenzi huyo wa serikali za mitaa TAMISEMI Bwana Luanda, ambaye pia tumemnukuu maelezo yake juu ya muktasari wa historia fupi ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Ni kwa faida yako tu msikilizaji, kama anavyosimulia Halima Kasim. Historia inaonyesha kuwa mwaka 1963 utawala wa machifu nchini ulisitishwa ili kujenga mfumo wa kidemokrasia wa serikali za mitaa, kwa kuwa utawala wa machifu ulikumbatia fikra za ukabila badala ya utaifa. Lakini Juni 30 mwaka 1972 serikali za mitaa zilivunjwa kwa sababu hazikuwa na uwezo wa kifedha kugharamia majukumu yake, na ukaanzisha utaratibu wa madaraka mikoani. Hata hivyo, mfumo huo pia haukuwa na mafanikio makubwa, ndipo mwaka 1984 serikali za mitaa zikarejeshwa tena. Mwaka 1994 uchaguzi wa kwanza wa serikali za mitaa chini ya mfumo wa vyama vingi vya siasa ukafanyika. Uchaguzi wa mwaka huu unaotarajiwa kufanyika Disemba 14 unakuwa uchaguzi wa tano wa serikali za mitaa tangu kuanzishwa kwa vyama vingi vya siasa nchini Tanzania. Ni Halima Kasim huyo na historia fupi ya uchaguzi wa serikali za mitaa, akimnukuu mkurugenzi wa serikali za mitaa bwana Luanda. Asante Halima, asante sana Mary. Na tukisalia huko huko Dodoma, tumepata nafasi ya kukutana na kuzungumza na baadhi ya wakazi wa huko, hoja ikiwa ni je, unaelewa nini juu ya uchaguzi wa serikali za mitaa? E, mimi naitwa Emil Chilendu. E, tunakuwa na uchaguzi kwa ajili ya kuchagua viongozi ambao wanaweza wakaongoza serikali za mtaa, maana serikali inaanzia mtaani alafu ndio inakuja kwenye kata, vile vile ndio inakuja kwenye wilaya, kwenye mkoa, pia kwenye kwa ujumla Tanzania nzima. Wananchi ni watu muhimu sana ambao wanatakiwa washirikishwe wa mapema na waweze kupatiwa semina ya kujua nini maana ya uchaguzi. Lakini nikiangalia kwa kweli, kwa serikali yetu sidhani kama imelenga zaidi katika serikali za mtaa kutoa kiupaumbele juu ya uchaguzi, kwa sababu na imani kabisa asilimia kubwa wananchi hawaelewi nini maana ya chaguzi za mtaa. Naitwa Laurent Lugwela, ni mkazi wapo hapa Dodoma. Unajua kama kuna uchaguzi unakuja? Ah, kwa kweli nilikuwa sina taarifa, sifahamu. Ni kwa sababu gani unadhani haufahamu? Ah, kwa kweli ninavyoona mahamasisho hamna. Unafahamu jukumu lako wewe kama mwananchi katika huu uchaguzi wa serikali za mitaa, unalifahamu jukumu lako? Jukumu langu mimi kutekeleza ni kuishi na watu vizuri na kujua taratibu zote za nchi hii. Namaanisha kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa aa aa sifa. Msikilizaji, haba na haba inaendelea kutembea katika maeneo mbalimbali ya hapa mkoani Dodoma, na tukiwa katika mtaa wa Nduka, kwa jina anaitwa mzee Hassan eesi Mdaki. Unajua kama uchaguzi wa serikali za mitaa unakuja? Nafahamu hilo na nimejiandaa vizuri tu kuchagua kiongozi ambaye nayompenda. Nimeshajisajili kwenye daftari la kudumu la mwananchi wa eneo hilo ninakokaa. daftari la kudumu la mwananchi wa eneo hilo ni lipi? Kila mtu anapokaa eneo lake inabidi aende kwa afisa mtendaji akajisajili pale, kwamba mimi ni fulani bin fulani, nakaa nyumba ya ploti namba fulani na kwa kuwa nyumba za mjini hapa kuna kule kuhamahama pia, atakapokuwa ameondoka inabidi aka taarifu serikali za mitaa kwamba mimi nimetoka nimeenda sehemu fulani, kama kwa mtu ambaye hajajenga. Msikilizaji, katika pita pita katika mitaa mbalimbali ya Dodoma, nakutana na mzee wangu hapa ambaye namuona kwa mbali, ameshikiliwa na ndugu yake, na anashawishika kuzungumza naye. Uh, mzee, jitambulishe. Naitwa mzee Alex Mariki Jamwaka, naishi hapa Kisasa West, eh, kata ya Makolo. Niko hapa Kisasa nyumbani kwangu hapa nje na matatizo ya macho yananisumbua, nipo tu sitoki, nikitoka kwa msaada wa kushikiliwa kama hivi. Aha, mzee, tunaweza kuingia ndani kwako kidogo, tukafanya mazungumzo yetu huko, tukiwa ndani? Umekaa, umepumzika. Karibuni sana, karibuni ndani. Mzee Maliki, naam. Naona nijikaribishe kwa kukaa. Karibu, karibu sana. Unadhani jukumu la mwananchi katika uchaguzi wa serikali za mitaa ni nini? Serikali za mitaa uchaguzi wake unasaidia sana kwa sababu unapopiga kula kuanzia y ngazi ya mtaa ya mtaa ni moja kwa moja, kama umeipa sapoti mti uliosimama na mizizi yake, kwa sababu huku chini ndio kwenye viongozi ambao wanaojua sifa zote za mkazi na sifa zote la, za raia na mtu si raia. Huku chini ndio anakojulikana kutokana na hali yako. Umeniambia unasumbuliwa na macho, huoni vizuri. Huwa unatumia utaratibu gani kwenda kupiga kura? Ukiniambia katika chaguzi zilizopita, ninaye kijana wangu mimi niliyomzaa huwa uh, mara nyingi sana popote unapofanya jambo la kimsingi huwa namtumia yeye kama moja ya, ya namna ya kuniongoza kwa jambo lolote linalotakiwa kulifanya mimi hususan kupiga kula. Huyo kijana wako yupo hapa? Kwa kweli ametoka. Ingekuwa kama yupo hapa, mgeweza kuzungumza naye, lakini kwa sasa kidogo hayupo. Mzee wangu, sasa tukiwa katika mchakato huu wa kuelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa, unadhani unapata taarifa za kutosha na sahihi kutoka kwa viongozi labda kama ni serikalini au viongozi wako wa serikali za mitaa kuhusiana na mchakato mzima wa uchaguzi huu wa serikali za mitaa? Mimi huwa nafika kwenye mikutano e, kwa kupitia msaada wa kijana wangu e, kukiwa muda ule unaotakiwa basi, najikokota nafika, nasikiliza mambo yale yanayotakiwa kwenye mkutano pale. Kuna mtu yeyote huku ndani katika wanafamilia yako ambaye tunaweza kuzungumza naye kidogo aha. Asante sana Mzee Maliki kwa muda wako. Amina, asante nashukuru sana asante. Msikilizaji wa Haba na Haba, niko katika mtaa wa Changombe Dodoma, na kutana na dada. Unaitwa nani? Naitwa Winifrida we Mapunda. Wewe kama mwananchi unadhani wajibu wako ni nini haswa katika kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa? Oh, kwa kweli mimi naona sina na, yaani naona kama hainisaidii. Kwa nini haikusaidii, Wini? naona tu kwamba wanafunzi wanapata shida, ndio kama hivyo. Afya bado, yaani huduma za afya bado hazijaeleweka. Hata nikipiga kula sidhani kama ita, itabadilisha, labda kwa sababu sijapewa elimu, labda nikipata naweza nikafikiria, lakini kwa sasa sijafikiria kwa kweli swala kama hilo . Sasa unadhani nani anapaswa kukupa wewe hiyo elimu, au nani anapaswa kukuambia wewe umuhimu wa kwenda kujiandikisha kwa ajili na, na umuhimu wa kupiga kura? Labda wenyekiti wenyekiti wa mtaa labda wajitahidi kutupa elimu na, ku, na vikao labda vya mara kwa mara na nini. Umeshawahi kushiriki kikao chochote? Hapana, kwanza sisikiagi hata ni sangapi au lini. Sijasikia yes, matangazo kama hayo. Hizo ndio hisia na mitazamo ya wakazi wa Dodoma juu ya uchaguzi huu wa serikali za mitaa ambao unatarajiwa kufanyika Desemba 14. Faraja, <coughs> na kuhusu hili la mtu kuona kama uchaguzi haumuhusu na mwingine kutofuatilia, turejea kwa mkurugenzi wa serikali za mitaa Bwana Luanda ili kutoa ufafanuzi juu ya kile ambacho mwananchi anatakiwa kufanya katika suala zima la uchaguzi wa serikali za mitaa watu wengi wanaolalamika, ukimhoji, watu wengi wanaowalalamikia viongozi mbalimbali mbali kwenye ngazi zote kwanzia kitaifa mpaka ngazi kabisa kule chini ya kitongoji ni wale ambao awapigi kura. Kwa hiyo mimi nikuwa naomba kwamba watanzania watumie nafasi hii kwamba ukitaka kupata kiongozi mzuri ni lazima ushiriki kwenye uchaguzi, kwa sababu kama ushiriki kwenye uchaguzi, wale watakaoshiriki ndio watakaochagua. Kwa hiyo wewe, ama utakua umempenda au mpendi, atakusaidia au akusaidii, anafaa au afai, lakini kura yako ingeweza kubadilisha matokeo. Kwa hiyo mimi nawashauri kabisa kwamba tunataka tupate viongozi bora, na viongozi bora tutawapata kama sisi wenyewe tutashiriki kikamilifu kujiandikisha na baadaye kupiga kura. Na hili ni tatizo kubwa sana, kwa sababu rekodi hata hivi sio nzuri sana kwenye chaguzi hizi, hata chaguzi kubwa, kwa maana ya uchaguzi mkuu wa wabunge rais na madiwani. Kwamba watanzania ni wengi tunaowategemea wapige kura, lakini sio sio wote wanaojitokeza kupiga kura. Lakini ni hatua gani ambazo zimefikiwa hadi sasa katika maandalizi ya uchaguzi wa serikali za mitaa? Ni swali pia ambalo mkurugenzi anaendelea kufafanua. Hatua ambayo sasa tumefikia baada ya waziri mwenye dhamana na serikali za mitaa kutoa tangazo la uchaguzi, na hapa nikimaanisha Waziri Mkuu, ametoa tangazo la uchaguzi tarehe, ambalo tangazo hilo linawajulisha wa, lina Watanzania wote kwamba tarehe 14 Desemba mwaka huu 2014 kutakuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa. Hatua inayofuata ni kuandaa vifaa vyote vya uchaguzi, vifaa ambavyo tayari vimeshaandaliwa na vimeshasambazwa kwa wadau mbalimbali ni pamoja na kanuni za uchaguzi, tangazo linaloonyesha vijiji, mitaa na vitongoji ambavyo vitashiriki kwenye uchaguzi limeshatoka tumeshasambaza kwenye vyama vyote vya siasa vyenye usajili wa kudumu na wadau mbalimbali, lakini vilevile tumeweka kwenye mtandao wa ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Hatua inaofuata sasa kwa wasimamizi wa uchaguzi kuwateua watumishi wa umma kwenye maeneo yao. Tunataka watumishi wa umma washiriki wa kwenye zoezi la kuandikisha kwa, kwa sababu watumishi wa umma ndo wanaweza wakawajibishwa pale mambo yanapokuwa hayakwenda vizuri. Unaisikiliza Haba na Haba ya Idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa nami Margaret Richard na mwenzangu Faraja John, ambapo hoja kuu ya leo ni je, unafahamu nini juu ya uchaguzi wa serikali za mitaa? Ikumbuka kuwa uchaguzi huo tayari umepangwa kufanyika Disemba 14 mwaka huu. Miongoni mwa kanuni za uchaguzi huu wa serikali za mitaa ni pamoja na msimamizi wa uchaguzi ambaye ni mkurugenzi wa manispaa au halmashauri kutangaza mipaka ya vijiji na mitaa siku hamsini kabla ya uchaguzi wenyewe ne? lakini kuna haja gani ya kuwa na tangazo hili wakati vijiji na mitaa vipo siku zote? Na hilo pia ni swali ambalo tulitaka ufafanuzi, na hili tulilipeleka katika ofisi ya afisa uchaguzi katika manispaa ya Dodoma, Bi Elizabeth Gumbo. Uh, mapema mwishoni mwa mwaka jana, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI ilitoa tangazo kwamba halmashauri ambazo zinahitaji kugawanywa aidha kupunguza kata au kuongeza mitaa ifanye hivyo. Kwa hiyo tulipeleka mapendekezo ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI tukionyesha kwamba tunahitaji kuongeza kata, mitaa na vijiji. Na ikumbuke kwamba katika maeneo mengine, kwa mfano hapa Dodoma ambao ni makao makuu, tunategemea kuondoa vijiji ili tuwe na jiji baadaye. Kwa hiyo tukawa tumepeleka mapendekezo. Kwa hiyo zile kata ambazo zilikuwepo ziliongezwa kwa sababu mwanzo tulikuwa na kata 37 lakini kuna kata mpya ambazo zimepitishwa ambayo ni mapendekezo kwa hiyo kata zimeongezeka mitaa imeongezeka na vijiji tumepunguza baada ya kuongezewa tumekuwa na kata 41 kwa hiyo ni jukumu sasa la msimamizi wa uchaguzi kutangaza yale maeneo ambayo yameongezeka na yaliyokuwepo ili watu wafahamu mipaka ya maeneo yao kwa ajili ya uchaguzi unaokuja Tunapozungumza na baadhi ya wananchi mtaani, kila mmoja na taarifa tofauti tofauti. Katika hatua hizi za awali za maandalizi ya uchaguzi, ni elimu gani mnayotaka iwafikie wananchi ili uchaguzi huu uwe huru na wa haki na tija kwa umma? Elimu ambayo nafikiri wananchi wanatakiwa waipate kwa sasa ni wajitokeze kwa wingi kwenda kujiandikisha kwenye rejista ambazo ziko kwenye maeneo yao, yaani kwenye mitaa na vijiji. Kuna wenye viti wa mitaa ambao wapo mpaka sasa hivi, wa wenye viti wa vijiji wanao madaftari hayo, wanaendelea na zoezi la uandikishaji. Kwa hiyo ili mwananchi wa Tanzania aweze kuingia kwenye zoezi hili la la upigaji kura basi ni lazima awe amejirejista kwenye rejista hii ya wakazi ambayo ipo. Kwa hiyo nilikuwa naomba wananchi waelimishwe zaidi kujitokeza kwenda kuandikwa kwenye hili rejista ya wakazi. Ni afisa uchaguzi katika manispaa ya Dodoma b Elizabeth Gumbo. Ni kukumbushe tu msikilizaji kuwa hoja hii ipo katika mitandao yetu ya kijamii ya Facebook BBC Haba na Haba, Twitter BBC underscore Haba na Haba, na pia simu yetu ya mkononi ni 0785 236938 na swali tunalohoji leo ni je, unafahamu nini juu ya uchaguzi wa serikali za mitaa? Na tayari naona kuna ujumbe mwingi ambao msikilizaji umekwisha tutumia katika kurasa zetu hizo. Nikianza na wewe Mako Almasi Wawa kutoka Singida, Tanzania, unasema uchaguzi huu una maana sana, kwa kuwa ndio unaoweka misingi ya uongozi katika ngazi ya chini kabisa ya kitongoji na kijiji ama mtaa, ndio unaohusika kushughulika na kutatua kero za kila siku za jamii na kuhama kutekeleza maagizo juu ya ngazi hiyo ya kijiji. Ni ujumbe wako tu huo wa msikilizaji. Nije kwako Gaston Mayemba wa Mateka, Songea, unasema naona ni uchaguzi wa msingi sana, maana ndio unahusisha wananchi moja kwa moja. Nimalizie na wewe Mtei Clemens Jewelers, unasema ni uchaguzi mdogo wa kuchagua viongozi wa vijiji, vitongoji na wajumbe wa nyumba kumi, ila uchaguzi huo umejaa rushwa, hongo na umwinyi. <laughs> Anajaribu kutoa maoni yake kwamba umejaa hongo na umwinyi. Miongoni mwa mada zetu zijazo itakuwa ni pamoja na rushwa katika uchaguzi huu. Bila shaka tukana mengi ya kusema, na atatupatia maoni zaidi. Ndio, na ufafanuzi zaidi utatolewa kuhusiana na hilo. Faraja nam, ni wachangiaji katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Haba na Haba. Haba na Haba. Nam, ziara yetu ikasogea mbele. Meri, utakumbuka tulitoka Dodoma na kuelekea Singida na miongoni mwa hoja zinazoibua maswali juu ya uchaguzi huu wa serikali za mitaa nchini Tanzania ni uhalali wa TAMISEMI kuwa mratibu mkuu wa uchaguzi huu badala ya tume ya taifa ya uchaguzi. Naam, na tukazungumza na Bwana Timothy Msuya kutoka taasisi ya vijana ya YMCA mjini Singida, ambaye ni miongoni mwa wanaoshikilia msimamo huu. Tunapokwenda kwenye uchaguzi wa wenye viti, tunaliweka jukumu la uchaguzi kwanza chini ya wizara TAMISEMI, sio tena tume ya uchaguzi. Tayari tumeshaanza kuwatengenezea watu kwamba, yaani ma ma mazingira ya kuona uchaguzi huu ni wa kawaida tu, tunatumia register ya kawaida kabisa. Kwa maana nyingine ni kwamba tayari tumeshatengenezea hata watu wetu na sisi tushaamini hivyo kwamba uchaguzi huu ni wa kawaida tu, kwa sababu lazima tuupe tupe uchaguzi wa viongozi wa serikali za mitaa nguvu. Huku chini ndiko hasa tunakoanza kufanya kazi. Si mara zote utakutana na diwani au mbunge, lakini mara zote utafanya kazi na wenye viti wa vijiji. Wao ndio wanaokupa taarifa za msingi za watu. Kama kwa mfano, kuna sehemu ambayo kuna labda ukatili wa kijinsia, wao ndo wanauona, wao ndo wanatatua kesi. Kama kuna sehemu imetokea hitaji, labda wanataka kujenga shule, wao ndio wanaopitisha mchango, tujenge shule, tujenge zahanati. Sasa leo tunakwenda kwenye uchaguzi ambao tayari kichwani tunauweka kuwa wa kawaida ni Timothy Msuya huyo kutoka taasisi ya vijana ya YMC ya mjini Singida. Hoja yake ikijibiwa na mkurugenzi wa serikali za mitaa katika ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, Bwana Karisti Luanda. Mi naomba niwatoe hofu ni wa Tanzania, kwa sababu moja ya mdau wa uchaguzi wowote duniani ni serikali. Hakuna uchaguzi ambao unafanywa bila serikali, kwa sababu yako majukumu ambayo serikali inapaswa kufanya. Moja ya uwezeshaji wa kanuni, sheria na taratibu, maswala ya ulinzi, maswala ya fedha na masuala mengine ambayo kwa njia moja nyingine yanafanikisha uchaguzi uende vizuri. Jukumu letu sisi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ni kuratibu tu, kuratibu zoezi la uchaguzi. Kuhakikisha kanuni zinapatikana kwa wakati, kuhakikisha majimbo haya ya uchaguzi kwa maana ya mitaa, vijiji na vitongoji vinatolewa kwa sababu sheria inampa waziri mwenye dhamana serikali za mitaa kuanzisha halmashauri na kusajili vijiji. Lazima Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI itoe orodha ya vijiji ilivyosajili ili wale wanaotaka kugombea kwenye vijiji hivyo waende wakagombee. Na isingewezekana kila halmashauri itengeneze kanuni zake, kwa sababu zingekuwa sasa kanuni halmashauri moja inatofautiana na nyingi, kwayo lazima kuwe na chombo cha kitaifa cha serikali kinachofanya uh, kazi ya kuratibu, kwa maana ya kutoa hivyo vitu ambavyo vinasaidia kufanya uchaguzi. Lakini hofu hii sijui inatoka wapi, kwa sababu chaguzi zote zinafanywa na watumishi wa serikali uchaguzi mkuu wanaosimamia ni wakurugenzi <laughs> wa halmashauri. Wakurugenzi wa halmashauri hawa ndio watumishi wa umma ambao unapokuja wa mitaa na walalamikia, kwa sababu hamna halmashauri ambayo haina mtumishi wa umma, kwa sababu pale sisi wakurugenzi, na tumekuwa tunawaambia mara nyingi sana kwamba tunachosimamia pale ni sheria, kanuni na taratibu, na kwa sababu um, zoezi zima lote linashirikisha vyama vyote kuanzia unapoandikisha wapiga kura, vyama vinapewa nafasi ya kusema hapana ndio, unapofika kuteua wagombea, vyama vinapewa nafasi kuweka pingamizi unapofikia uchaguzi wenyewe vyama vinapewa nafasi ya kuweka mawakala. Baadhi ya hao wadau wanaoleta hii hoja ambayo umetolea ufafanuzi wanasema kwamba kwa nini isingekuwa tume ya uchaguzi ya taifa kusimamia pia uchaguzi huu wa serikali za mitaa badala ya ofisi ya waziri mkuu ya, unajua ilo wazo mimi wakati fulani napata tabu nikiangalia kwenye TV nakuta wakubwa wanazungumza hiyo hoja, kwa sababu hata huo uchaguzi unaosema unasimamiwa na tume ya taifa ya uchaguzi wanaosimamia ni wakurugenzi wale wa halmashauri, kwa sababu tume kama sisi tunavyo ratibu, tume nayo ina ratibu katika ngazi ya kitaifa. Tume haina watumishi mpaka kule kwenye kijiji, watumishi wanaofanya kazi huko wako ofisi hii. Ni watoe hofu wa watanzania wenzangu kwamba tunaamini kabisa kwamba uchaguzi wa mitaa, vijiji na vitongoji wa elfu mbili na kumi na tisa utasimamiwa na tume ya taifa ya uchaguzi. Kinachofanya sasa hivi ni kutaka sasa, kwa sababu tume, kwa maana wao, walikuwa wanashughulikia mwisho kata kwa maana ya diwani kwa, kwa maana ya diwani. Kwa hiyo kule chini yani, taarifa za kule chini kwamba mtu anakaa mtaa gani, tume ilikuwa haionyeshi kwenye daftari la tume. Kwa hiyo wanachokifanya sasa hivi ni kuonyesha sasa, kwa maana ya sasa, kuongeza sales kwenye lile daftari, lionyeshe mtu anakaa mtaa gani, anakaa kijiji gani, afu ndio iende juu. Lakini hizo taarifa za kule chini kwa sasa zilikuwa zi. Naamini kabisa uchaguzi ujao hofu hii itaondoka. Tume ya Taifa uchaguzi itasimamia chaguzi zote kwa. Unadhani, kwa hiyo ni ni, ni sehemu ya kujibu haya malalamiko, au kuna sababu nyingine? Hapana, sio sehemu ya kujibu malalamiko, lakini tukasema ili mtu ajitokeze kwenda kupiga kura, la kwanza ambalo natakiwa kuwa kwenye ubongo wake, lazima kwanza awe na imani na mchakato. Mpiga kura yoyote ambaye hauamini ule mchakato ataona kuna haja ya kupiga kura, kwa sababu anajua hata nikipiga kura inawezekana matokeo yasiwe yale ambayo mimi natarajia. Kwa tukasema ingawa sisi hatuamini kwamba mfumo wa sasa ulikuwa na madhara yote, lakini tukasema kama watu wanaona kwamba uchaguzi ule kuratibiwa na ofisi, baadhi ya watu kama wanapungukiwa na imani hivi, kwa nini tusiwape mfumo ambao watu wote sasa wata wataridhika? Kwa hiyo tuna, tunaona tuko kuondoa na kupeleka kwenye tume ya taifa ya uchaguzi. Baada ya maandalizi yote kukamilika, itawafanya hata wale ambao ni tomaso wale ambao wale hawaamini basi wajengewe imani ili kweli zoezi liende liweze kwenda vizuri zaidi. Ni mkurugenzi wa serikali za mitaa Bwana Karisti Luanda, ambaye anatufikisha ukingoni mwa makala hii ya Haba na Haba wiki hii. Lakini wiki ijayo tuna nini? Faraja, uchaguzi wa serikali za mitaa hautumii daftari la kudumu la kupiga kura. Ikiwa uchaguzi wa serikali za mitaa hautumii daftari la kudumu la wapiga kura Je, unajua uandikishaji wake utatumia daftari gani? Ah, swali gumu kidogo. <laughs> <laughs> daftari la kudumu la wapiga kura. Kwa upendo wangu, ninazani kuna utata kidogo, kwa kweli inaweza ikasema, pamoja na kuwa mi ni kiongozi, hiyo semina sijapatiwa, maana ya kutofautisha kati ya hivyo vitu sifahamu. Yes, lazima niwe mkweli, mtangazaji sasa ndio maana mimi nataka niulize kwamba huu upigaji kula wa, wa, wa serikali za vijiji wanatumia ni ile ile shahada kama ya ya, nani ya rais ile ya kupigia kula ama wanatumia vipi? Hilo mimi bado sijalifahamu kwangu. na je, unazijua sifa za mtu anayetakiwa kupiga kura na kupigiwa kura? Kwa maana ya wanaogombea lazima awe na zile sifa za kuwa mpiga kura, lakini aongeze na sifa moja kwamba lazima awe na umri wa miaka 21 na kuendelea. Kwa maana ya kupiga kura awe mkazi wa hicho kijiji au mtaa, awe na miaka 8 na kuendelea. Sifa nyingine ambayo mala nyingi tunaiweka lakini haitukwazi sana awe na akili timam tima. Yote haya ni katika Haba na Haba. Wiki ijayo usikose mfululizo wa makala za uchaguzi wa serikali za mitaa unaotarajiwa kufanyika Disemba 14 mwaka huu. Na na lakini pia ni utamaduni wetu kujikumbusha yaliyojiri wiki iliyopita, tulizungumza nini? Wiki iliyopita tulihoji, Je, uboreshaji wa viwanja vya ndege nchini Tanzania unatoa matumaini gani kwa wananchi na watumiaji wa huduma hiyo? Na je ni sahihi kusema kuwa katika miaka mitano au kumi ijayo Tanzania itamiliki viwanja vya kimataifa katika majiji yake yote? Meri, hebu tupitishe katika kurasa zetu ili kujua wachangiaji wetu walisema nini katika mada yetu ya wiki iliyopita. Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi kwa kuchangia katika kurasa zetu za Facebook. Nikianza na wewe Manchan Kayungilo wa Nyamtengela, Kahama, unasema uboreshwaji huu una faida kwa wenye maisha bora, lakini kwa sisi kapuku ambao hatuna uhakika wa misosi ni sawa na mbuzi kumpigia gitaa. Brown Mishani wa Mbozi Mbeya Tanzania unasema kuboresha viwanja vya ndege wakati barabara za nchi kavu ovyo ni danganya toto. Mahitaji yetu kwenye viwanja si kiasi hicho. Hatuhitaji sana ndege. Tunataka uboreshwe kwanza usafiri wa nchi kavu. Na wa mwisho lakini sio wa mwisho kwa muhimu, unatoka kwako Abeli Charles Mialuko wa Sengerema, Mwanza, unasema kama uboreshaji utafanywa kwa wakati itasaidia kuondoa usumbufu ulio katika nyanja usafiri na itasaidia kuinua uchumi wa taifa letu. Ni hayo tu. Shukran kwa wachangiaji wa mada hiyo ya wiki iliyopita, kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii na pia simu yetu ya mkononi. Kipindi hiki kinaletwa kwako kwa hisani ya idara ya maendeleo ya kimataifa ya nchini Uingereza, DFID. Mimi ni Faraja John na mimi ni Merigoret Richard. Asante sana kwa kuwa nasi, tukutane tena juma lijalo.